Story za ghost Donald J Trump gani is mm -hmm. Not a joking president. What has yeye, yeye unajua, akitoa directive na toa directive sasa. Kuna watoto wa Biden mm. Uh, kuna huyu Hunter Biden mtoto wa uh, rais wa Marekani ambaye alitoka pale mm. Sasa unajua bado secret service imekuwa ikimchunga pale mm -hmm. Ako na 18 people on detail mm -hmm. Trump amesema au watu wote waondolewe kwa sababu wanatumia pesa ya Marekani mm -hmm. Akasema ah, kwamba they have no business being there. Na huyo ni mmoja tu, ni kijana mmoja wa, wa, wa, wa Biden. Kuna pia dota wa Biden anajulikana kama Ashley Biden ambaye ako na 13 agents pia mm, wote wameondolewa, amesema they cannot be using country's money na babao tayari ametoka pale, so sijui kama ni policy ya Marekani ama ni Trump mwenyewe Lord Trump, nina wivu zake, kwa sababu kulingana na sheria za Marekani mm, any president yes, ama former president yes, anafaa kuwa na chungwa na secret service, lakini yani watoto wake si In, yeye hata watoto wake ni yeye na familia Kwevo, ndiyo angapi? Yes. Kwa hivyo idadi ndio sijui inafaa kwa wangapi, lakini sheria za Marekani hiyo najua kwamba former president na familia yao huwa bado wanachungwa, wana hata Obama, hata sasa hivi yes, bado anachungwa na secret service. Lakini kile ambacho sijui ni idadi gani, huenda labda wa, we, we, we, wengi uh, walikuwa nachungwa watoto wake kuliko yeye ama kitu kama hiyo hiyo nao... Trump maybe anaweza rekebisha pale kwa sababu lakini, kijana mm, amekuwa Amerika, amekuwa South Africa on holiday mm -hmm. Na wakasema kwamba hiyo ni waste of public resources, kwa hivyo ameondoa hao 18. Hiyo ni mambo ya Marekani, labda atushughulikie mambo yetu hapa nchini Kenya bwana mle <laughs> ambapo unapata kwamba kuna baadhi ya watu especially hao wanasiasa yes, ambao hata mashamba yao unapata kwamba yanachungwa na polisi ambao wanafaa kuwa wanashughulikia masuala mengine pale. Hiyo nafikiri kwamba ni muhimu Wakenya waweze kujiuliza kisheria ni, ni w wa, ama inafaa kuwa namna gani? Kuna baadhi ya mashamba za watu hapa nchini Kenya unapata kwamba polisi wanali, wanachunga pale, ili hali ya polisi wanalipwa na pesa ya umma, na hao wenyewe hao wanasiasa hakuna chochote ambacho wanachangia pale. Kwa hivyo ile ni swala ambalo nafikiri kwamba ndio nafaa kuangazia zaidi, okay. Wachana na Trump <laughs> apambane na Amerika. Stori za Ghost